Mimi nisikia hao vijana wanazungumza kule barabarani, wanasema wanasema wanakuja serikali za mtaa kuchoma hii serikali za mtaa. Mimi nikaingia ndani. Yaani kama utani wakachukua haya machuma ya ya haya mahema hapo. Wakaanza kupiga milango, madirisha, nikajifungia ndani. Mara moto ukaanza kuwaka. Moto unawaka kama kama gesi. Hapa dirishani hapo ulitokea unapiga hapo ukutani, mtoto anatoka ukake kule ananiambia, baba nyumba inaungua moto unawaka mkubwa. Akakimbia na mtoto wake pale bondeni pale. Mimi nikaingia ndani nikafikiria, nianze kuhamisha kitu, nihamishe kipi niache kipi? Nikaendelea kumwaga, nikamwaga, nikamwaga. Moto unatokea dirisha hili, unapiga pale, unawaka juu ya paa pale, mpaka nimeweza kama masaa mawili na ndio moto ule ukapungua, ndio tukaanza kumwagia hapa dirishani kwenu hapa, unatokea kule, ukapungua, ukapungua, basi nikaangalia dirisha langu nkile kioto kime kreiki. lakini moto ulikuwa ni mkubwa. Jumatano ya Oktoba 2025 ilikuwa siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania ambapo wananchi walitakiwa kutimiza haki yao ya kikatiba kwa kuchagua viongozi wanaowapenda kwa ngazi ya urais, wa bunge na madiwani. Tofauti na ilivyozoeleka kwenye chaguzi zilizopita hali ilikuwa ya tofauti kipindi hiki, baada ya kuwapo kwa maandamano ambayo yalizaa vurugu na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na hata zile za binafsi. Mfano wa mali zilizoharibiwa ni pamoja na vituo vya mafuta, baadhi ya miundombinu ya usafiri wa mabasi yaendayo kwa haraka, maduka binafsi ya wajasiriamali, magari kuteketea kwa moto na nyingine nyingi, na nyingi. Mwananchi Digital imezungumza na baadhi ya wahanga wa vurugu hizo wakiwemo wamiliki wa magari yaliyoungua, wafanya biashara na wakazi wa maeneo ya karibu na ambapo vurugu hizo zimetokea. Asante sana. Mchana kwenye saa saba hivi. Mimi nilitoka kupiga kwa watu wawili kwa hapa. Tuko na tajama wawili hivi. Changa watu wakawa wanakuja kundi kubwa huko, yani wahuni. Sio ni wahuni walikuwa. Wakazani nyinyi, sisi tunaandamana, nyinyi mnafanya biashara. Waiu, binini, kwa hiyo wamekuja na virungu vinini. Kwa hiyo mimi nifanyaje? Niwakimbia na nao wakawa wamekimbia, kuja narudi, nakuta wamenisafisha, wamechukua vinywaji, wamepasua pasua hapa vitu Umeona? wamekwanyua TV zile, nilikuwa na TV hapo moja na pale moja, wamekwanyua basi, kabidi tu nirudi nyumbani kasa hata cha kuuza. Hasara kiasi gani? Yaani hasara kama milioni sita kama laki nane hivi kwa sababu wamechukua jiko la gesi wamechukua jiko la chizi, ni kwa shoki mpya ile bovu. Wenyewe wameichukua wa unaona, wamechukua wamechukua vinywaji vyote vya pale waondoka na friji, walikuwa ni wengi kama ishirini naye, yaani kama ishirini thelathini, yaani siwezi kuhesabu kwa sababu kikiwa wengi. Mi naitwa Gabriel Narika Laiza, ni mjasiriamali, mi ni mpangaji wa eneo hili, nina wahudumu hapa likuwa nimewaajiri wako Saba, na walinzi wawili jumla wako tisa. Bahati bahati mbaya tarehe 29 siku ya uchaguzi saa kumi jioni walikuja vijana wakavamia hapa, wakatufukuza tukakimbia, wakachoma moto majengo na um, fanicha zilizokuwa huko ndani kinywaji majiko haya ambayo ina thamani ya takriban milioni 20. Baada ya hapo, tumepatwa na masikitiko makubwa sana na, uh, wale ambao nilikuwa nimewaajiri wapo nyumbani tu, sasa hawana kazi. Lakini pia na mimi nimeathirika sana kisaikolojia, maana ni shughuli ambayo nilikuwa nategemea kwa ajili ya familia yangu.